Yes, karibu Ayo TV, mimi naitwa Steve na leo nimepata nafasi nzuri ya kukaa na my brother Agrey kwenye exclusive interview taongea naye mawali matatu baada ya kupata nafasi eh, ya kuingia kwenye uchungaji na vitu vingine kibao. Tumesikia story nyingi kuhusiana na yeye ameingia kwenye penzi jipya na video mbalimbali tumeziona akiwa na mpenzi wake inasemekana sasa. Hayo na mengine mengi, tuko naye hapa kwenye exclusive interview atazungumza mengi a, kuhusiana na ye. Karibu sana. Ah, kwema kaka. Kwema bari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mtumishi tu wa Mungu, nasoma neno nikiona linafaa kumpa mtu, kushiriki na mtu, natoa kwa ajili ya watu wengine nao wapate kuelewa, yeah. Nini kimebadilika baada ya maisha ya wokovu kwa sasa hivi kulijua neno la Mungu? Vingi sana, vingi sana vimebadilika, maisha yangu tu mwenyewe kwa mjumla imebadilika, yaani vingi Hey. Vingi. Kimojawapo sasa, yani kimoja anaweza kutuambia, ni baada ya kubadilisha maisha ya kuingia kwenye uokovu, vitu gani vimebadilika tofauti na vile vya nyuma? Amani ya moyo, nina furaha eh, napata hela yangu kwa halali ya yeah. Familia na watu wanaokuzunguka wanakuchukuliaje kwa sasa hivi, kwa jinsi ulivyo kwenye uchungaji, amini kwenye utumishi wa Mungu na vitu vingine, kwa kulijua neno? Familia yangu ina inanifurahia sana kwa sasa hivi. Pia watu wangu wa karibu wengi wanafurahia hivyo, wengi wamefurahi kwa sababu wote walikuwa wapendezwi na vitu ambavyo nalikuwa nafanya, lakini kwa sasa hivi wanajivunia mimi. mm. Wanakupa support namna moja au nyingine? Support sana. Sana. ya nini kwenye huduma yako? Kila kitu, mtu tu kusikiliza, hiyo ni support hapo yes. Ilitokea yeah. kakubeza Uh, wapo lakini, au sisi hatuangaliagi mtu wakubeza, tuangaliagi, si tunaangalia mtu anaipokea kitu, kwa sababu hata mitume walishaongea vitu na watu wakabeza. Kwa hiyo watu wa hivyo wapo, wakukatisha watu tamaa wapo, hiyo mimi waga siangalii sana, yes. Kuna wengine uh, uh, kuna baadhi ya komenti zinaonekana pale ulivyopostia kuona na mpenzi wako nasadikik nasemekana, wengine akasema hapana, Agrey anaigiza na nini, sio kweli, anatafuta uh, kiki nini kupitia hiyo TV, una nini cha kuambia? Huenda nikawa naigiza lakini muda maalum ukifika, wao watajua yes. kwa sababu hamna cha kujificha, kitu kama kikiwepo kitakuwepo, kitaonekana. Na wasanii, je, sasa hivi ile mitoko mitoko bado ipo ama? <clears throat> Uh, ukisema kutoka inategemea mnatoka mnaenda wapi. Kuna vitu ambavyo siwezi kutoka yani, kuna sehemu ambazo siwezi kuenda, na limit ya sehemu za kwenda. Sehemu ambayo haina utukufu siwezi kuenda. Kuna sehemu ambazo inaweza, kama juzi umeona nimeenda kwa RJD. Ni mtu ambaye, msanii ambaye nyimbo zake nazipenda, aimbi matusi, anaimba nyimbo za heshima, yeye mwenyewe ni anaheshima kwa hiyo watu kama au naweza nkaenda eh. Na ukisema wasanii hapo, najua unaimzungumzia natoka na, na, yaani mtu akisema tutoke tunatoka, sehemu labda tunaenda kula dina nini, lakini mambo ya vile vilevi nini kwenye maklabu manini no. Agrey, uko kwenye penzi jipya sasa hivi, na naonekana dada ukitembea naye sehemu tofauti tofauti, je, tutarajie ndoa? Agrey, ikiwa tayari utajua, hmm? eh, ikiwepo utajua mimi si mtoto wa kiume na yule si mwanamke, hamna shida. Ikiwa tayari wewe utajua. Sasa kabila gani? Kwa mimi yule, uh, shimeji yetu. Wewe ukiwa tayari utajua, nitakutambulisha, utajua di kabila. Sasa kwa kuithibitishia, je, yule ndio shemeji yetu? Itatangazwa, nitakwambia Yes. Neno lako la mwisho kwa yule anayekuangalia sasa hivi, uh, kijana ambaye amepitia changamoto mbalimbali, amekata tamaa, una nini ah cha kumwambia? uh, kiukweli nina vingi vya ku, vya kuambia lakini, kikubwa ukisikia sauti kwenye moyo wako inakwambia acha kitu fulani, acha isikie, ni sauti ya Mungu. Mimi nilisikia sauti ya Mungu mwenyewe mwenyewe, yani sio rahisi mtu kuja kukuhubiria acha hiki, acha hiki na wewe ukakubali. Mimi nilisikia sauti ya Mungu mwenyewe na nikaamua mwenyewe kubadilika, na namshukuru Mungu, anaendelea na vizuri, yani ananipigania, niko kwenye imani yangu, yani amna mtu kunikatisha tamaa, kiukweli na hatuweza kutokea. Yaani niko niko vizuri, nina nguvu nyingi kwa sababu Mungu amenitoa mbali sana. Yes. Mpaka nilipofikia ni yeye tu. Kwa hiyo nawaambia kijana yeyote ukisikia sauti ya Mungu, muda unayosikia ndio muda wako umefika wewe kumtumikia Mungu. Hata kama unajitaka kumtumikia kwa kutangaza neno lake, badilika, badilisha maisha. Kuna unajua kuna fursa nyingi zinatupita kwa ajili ya upumbavu. Mimi nasema naweza kusema ni upumbavu kutu, kutu, kufanya ujana sana. Kuna vitu vinatupita yani, mtu hawezi kukaa karibu. Kama sasa hivi mimi nina connection na watu wengi, naenda sehemu nyingi, eh? Kwa sababu tu watu wameanza kuniamini. Okay, anajitambua sasa, anaweza kufanya hiki, anaweza kufanya hiki. So kwa hiyo kuna vitu vingine tunavifanya vina, yani watu wanashindwa kutuheshimu, watu wanashindwa kutupa kazi kwa sababu ya upumbavu tu mmoja ambao hauna faida yoyote. Yes.